Karibu rafiki kwa majina inaitwa Eryne Chanila David nipo mbele yenu. Leo nimekuja kushiki na rafiki yangu Noreen Goodluck Kyara. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufanya mtihani, naamini kwamba nitafaulu. Ningependa kuwashukuru wote. Asante sana. Amen. Amen. Amen. Sasa mtoni hapa hapo najua tuna mna sadaka zenu za shukurani, wekeni kwenye madhabahu hapa kwenye madhabahu ya Mungu hapo mbele. Mungu hizo sadaka ambazo vijana wanaweka, wanakushukuru wewe kwa kuwasaidia, ni sadaka zao, wamezitoa kwenye pesa zao. Kwa hiyo wanajifunza kusema asante kwa sababu wanajua ni wewe ndio umewasaidia. Nazikabidhi mikono mwako katika jina la Yesu Kristo, amen. This wonderful lady, yeye mtoto, najua ataishia tu kwenye siasa kwa sababu unamuona kwenye rika lake, ili unamriga. Kitu nilichokiona kwenye graduation yake katika umri mdogo, nimeshangaa sana. Kwanza nilienda kwenye graduation mimi, kwa anaenda graduation ya Norini ah. Sasa mimi sio mtu wa siasa, nitaongea bila kutaja vyama madhabauni kwa sababu sio sio maadili yetu, sawa sawa ah. Kaona magari ya chama fulani pale, akajiuliza kuna nini baadaye nilivyouliza nikaambiwa hapa kuna kiongozi wa hicho chama ana graduate. Sasa so, unajua ukiambiwa kiongozi wa hicho chama ana graduate kuna namna unakuwa una, lakini mwanangu akwasha ananiambia siku nyingi, anambia kuna mtoto tunasoma naye, yeye ni mwenyekiti chipkizi sisi mkoa Mwanza, mwenyekiti chipkizi hicho chama alichokisema mwenyewe mkoa wa Mwanza, yaani mkoa mzima. Jamani, asanteni kwa kusimama mkapiga makofi. Mimi, mimi, mimi nikana, nikana na mke wangu, nikamwambia mama, nyota njema zinaonekana asubuhi. huyo mtoto huyo huyo huyo huyo atakuja kuishia kwa kiongozi Sio buri sasa, na yeye alisoma risala ya mkoa, si ndo mwenyekiti. Alafu sasa, watu nilioona pale wanaopiga saluti, in fact ilibidi a, palikuwa pana red carpet ya shule, ilibidi leto red carpet ya mkoa, akaenda akabadilisha nguo, akaondoka kwenye nguo za graduation, akapiga gwanda zake za utiisho, gwanda zake za ofisi. Kulikuwa kuna watu karibia ishirini wamepanga mstari, wamevaa magwanda, wanapiga saluti ili aweze kupita, kwa sababu ni mwenyekiti wa mkoa na red carpet kaweko. Nikaona ile jambo, nikamwambia mama nyota njema, ubiti mdogo namna hii na wakubwa wanampigia. Nyota njema uonekana asubuhi, mwanangu, Mungu akubarikie, piga magoti. Mi sijui una, una maono gani wewe ani una ndoto gani unatamani kuwa ni nani? Spika wa bunge Tanzania? Sasa we mwenzangu, na mimi uko Nyanembe, hujaikuwa hata mwenyekiti wa mtaa, unakuwaje spika wa bunge? Hawa ndo wanakuwa spika wa bunge. Sasa mimi nasema mimi ndo naisema, utakuwa zaidi wa spika wa bunge katika jina la Yesu Kristo. Tunyanyue mkono, tumwelekezeo mtoto, tumwombee. Na usisahau mwanangu, umekuwa katika hofu ya Mungu, utapokuwa mkubwa mshikilio huyo huyo. Mungu Baba, katika jina la Yesu, tunamwinua mtoto, tunamkabidhi mikono mwako. kile nilichokiona siku ya Jumamosi, ninakushukuru kwa ajili yake. Hawezi kuwa ameaminiwa katika umri huu. Haya mambo tunayaona ni yale ya kwenye Biblia, ambao kuna watawala walitawala na miaka kumi na sita, walitawala miaka ishirini lakini nimeona kwa macho, ninamkabidhi huu mtoto mikoo mwako kanisa, tunamkabidhi mikoo mwako. Tunaomba mkono wako uwe pamoja naye, mkono wako mpiganie, mkono wako mrehemu, mkono wako mtie nguvu. E Baba, fanya zaidi ya ndoto zake, tenda zaidi ya ndoto zake, mshikilie, mlinde, mwezeshe afikia yale uliokusudia katika nchi. Huyu ni kiongozi, tumeliona mapema. Tunamuhifadhi kwa damu ya Yesu na tunaomba malaika zako wampigania na kumwezesha afikie kwenye hizo ndoto, katika jina la Yesu tumeomba, amen. Amen, amina. Mheshimiwa, naomba usimame, yeah, wewe utakuwa tu mheshimiwa spika. Kuna kitu kikubwa zaidi Mungu anaenda kufanya, sawa sawa, na Mungu akubariki. Amina.